Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia 70 kupiga simu ndani na nje ya nchi, intaneti yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima, dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Ni Jumatatu ya Machi 25 mwaka 2019, ambapo tunakutana katika MCL Matukio, inayokuletea muhtasari wa habari kubwa zilizotokea leo. Mimi ni Aurea Simtoe. Rais wa Tanzania, John Magufuli amesema tangu atoe shilingi milioni hamsini kwa ajili ya kuihamasisha timu ya taifa Taifa Stars katika mchezo wake na Lesotho kisha ikafungwa hakuwahi kumpigia simu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Dk Harrison Mwakyembe wala naibu wake Juliana Shonza. Ameyasema hayo leo Jumatatu ya Machi 25 mwaka 2019 Ikulu jijini Dar es Salaam katika mkutano uliowakutanisha wachezaji wa Taifa Stars pamoja na bondia Hassani Mwakinyo. Amesema licha ya Dkt. Mwakembe kujitahidi kumpigia simu na kumtumia ujumbe mfupi wa maandishi lakini hakuwahi kumjibu kwa sababu alikerwa na, na kwa mara ya kwanza amempigia leo baada ya timu kushinda. Nina uhakika mkiendelea katika spiriti hiyo wachezaji wengi watachukuliwa katika timu za kimataifa na hilo ndio ombi langu pia, kwa sababu mchezo ni biashara, na biashara hii tusilazie damu. Kwa ndugu Hassan, umefanya kazi nzuri, najua umepata changamoto nyingi, usingeweza kuzizungumza hapa. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imekataa Robert Katula ambaye ni mdhamini wa mbunge wa Singida Mashariki kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu kujitoa baada ya kuieleza mahakama anaomba kujitoa kutokana na kukosa ushirikiano. Mbali na Lissu washtakiwa wengine ni mhariri wa gazeti la Mawio Simon Mkina, Jabili Idrisa na mchapishaji wa kampuni ya Jamana Ismail Mehbo wanaokabiliwa na kesi ya uchochezi. Katula amedai leo Jumatatu ya Machi ishirini na tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa mbele ya hakimu mkazi mkuu Thomas Simba kuwa mshtakiwa wa nne hana taarifa naye na kwamba anakosa ushirikiano. Makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hasani ametaka shule za kukuza vipaji kwa vijana ziwekwe katika hali nzuri ili kuweza kutayarisha wachezaji wazuri wa baadaye pia amesema kilichofanyika jana ni utanzania ambao umewakutanisha watu mbali mbali wa sehemu mbalimbali lakini wameweka kando tofauti zao ili kuhakikisha wanafanya vizuri kwa ajili ya taifa. Leo tunafurahia hawa, lakini mwanadamu Mungu katumba na sifa. Kila tunapokuwa wazee, nguvu zinapotea, na wachezaji mpira ni hivyo hivyo. Ikifika miaka hawa hawawezi tena kucheza, lakini twetu tuna akiba nzuri ambayo imetayarishwa ya kufanya mambo kama walioyafanya haya. Kwa hiyo mimi naomba nitilie mkazo hilo, pamoja na mipango yenu yote. Akademi zetu ziwe kwenye hali nzuri, vijana wafunzwe, watayarishwe, wakae tayari. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kamati ya uhamasishaji iliyoundwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Po Makonda iendelee kutumika kufanya uhamasishaji kwa klabu zote zinazowakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa kutuweka kwa miaka mingi zaidi kuliko ambavyo tunaona, kama bado kuna vitu kadhaa havijakamilika. Kwa hiyo agizo lako nitalifanyia kazi na mimi nitakutana na wizara. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, niendelee kuaminisha kwamba Watanzania sasa tumebadilika kwa sababu ya wito wako, tunajitambua kwamba sisi ni Watanzania, tumeamua kuujenga Utanzania, swala uzalendo limeimarika na kila mmoja, kila anakopita anajua yeye ni Mtanzania na anao wajibu wa kuisemea kutetea na kuhakikisha kwamba anahamasisha anana, anana, na wengine pia kuweza kuisemea nchi yake ambayo ni Tanzania. Mtazamaji, kwa habari hizo, tunakuwa tumefikia mwisho wa MCL matukio kwa leo. Tutakutana tena kesho, lakini ukitaka kuzipata habari hizi zitafute katika magazeti ya Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti. Ukitembelea mitandao yake ya, ya kijamii na tovuti za magazeti hayo utapata mwendelezo wa yale yanayojiri ndani na, na nje ya nchi kila wakati, hadi wakati mwingine.